Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo kwenye kitabu cha Posa za Maana. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Kabla ya kuendelea mbele, nitarudia kidogo sehemu ambayo ilipita. Bi Salma alimeza mate na kupepesa macho huku akifikiria watu hao ambao walikuja kumposa Muna mwanzoni. Mfikirie yule Jumbi, mwalimu wa shule ya msingi, aje kuposa binti yangu mimi, akipata kula yake ya mchana ya usiku haijui. Atoke huko na kanda mbili zake. Pa pa, aje kumtaka mtoto wa Salma Hamdani ya guju Labda niwe nimekufa, ndiyo hayo yatokee. Miye nishakula shida vya kutosha, na mwanangu naye aende akale shida kama mimi, aje agande sehemu kama hii? so mbele wala nyuma, Bi Salma alisema, huku mkono wake ukizunguka tena kuonyesha mazingira ya humo ndani kama kuthibitisha umaskini aliyokuwa hautaki mwanawe mfike. Kwa hilo utanisamehe bwana, kamwe haliwezekani. Alimalizia, utadhani kama bwana Khamisi alishurutisha kumwozesha Muna kwa huyo Jumbe wa watu. Kwa hoja hiyo ya Bisalma, bwana Hamisi na yeye alipata la kuongeza. Aha, sasa nimekuelewa sababu yako kubwa kumkubali huyo wa sasa ni kuwa naishi Ulaya. Hiyo kwako kwa inatosha kwa sisi kumpa mtoto wetu? kuishi kwake Ulaya kutamsaidia vipi Muna ama sisi aliuliza Bwana Hamisi kwa hasira, sasa kwani ameona kwamba busara wala upole hautafua dafu mbele ya mama huyo aliyodhamiria yake. Alijua kwamba asingekuwa na maneno ya kumwelewesha mama huyo mpaka akaelewa, kwani mawazo yao na mitizamo yao ya maisha yalikuwa kama mfano wa mbingu na ardhi. Bi Salma naye alijibu mapigo, wewe hujui ya saa mambo yaliyopo. Umezubaa kama wali wajana? Hujui kwamba ni ndoto ya kila familia ya kumwozesha binti yao nje ya nchi? Mtu yuko tayari amtoe ya bibi yake kafara kupata fursa kama hii. Sasa sisi imetujia bila kuitafuta, tuizembee? Huyu bwana Kheri siyo kama naishi Ulaya tu, bali ana pesa kama njugu. Amejijenga, ana kasri ufukweni mwa bahari, ana nyumba mbili ule mtawa wenye nazo jengeninyie wewe huwajui watu wenye ubavu wa kujenga sehemu kama hizo huko? Ehahe, wenzangu, na mie pangu pakavu ntilie mchuzi, hawezi kujenga pia. Nasikia huko mji wa Ahweni basi ndiyo hasemeki kwa mali. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bi Salma alitoa taarifa rasmi kwa kujiamini. Siyo tu alitumia mdomo wake, bali alisaidiwa na mikono iliyokuwa ikisisitiza kwa ishara kuonyesha ukubwa na uzuri wa majumba ya huyo mposaji, na macho yake, kila akitaja wasfu na mali za mkwe huyo mtarajiwa, yalijaa nuru ya tamaa ya fisi akiwa tayari kumega windo lake. Bi Salma hakuwa na shaka kwamba baada ya mjadala huu mrefu Bwana Hamisi ataridhia kama ilivyokuwa kawaida yake na dhamira yake itatimia. Huko nje, Hamdani alipokuwa akiwasikiliza wazazi wake alichoka kabisa, kwani mambo yalikuja ghafla bila kutarajia. Mamake kulivalia njuga swala hilo pia lilimthibitishia hatari iliyokuwa mbele. Moyo wake ulisononeka kutokana na tabia ya mamake, babake pia hali kadhalika. Kivipi baba amruhusu mama kuongea naye kwa dharau na kejeli kama hivi? Alifadhaishwa na tabia ya ulaini ilopitiliza kwa baba yake. Yote hayo yalimkera, lakini hayakumshughulisha sana wakati huo. Suala la ndoa kwa ndugu yake ndililolomkaa. Kama baba atashindwa kuzuia hili jambo, mimi sitoshindwa. Siwezi kuruhusu ndugu yangu mdogo afanyiwe jambo ambalo hatalipenda ama halitakuwa na hatima njema baadaye. Alijiambia. Mawazo yake yalikatishwa na sauti ya baba yake ambaye alikuwa akimjibu Bi Salma baada ya sifa za Bwana Kheri kumwagwa. Inaonyesha umefanya utafiti wa kutosha kuhusu huyo mtu wako. Basi mimi kwa taarifa yako pia nimesikia habari zake mbaya, lakini hata nikikwambia hutoziamini kwa kuwa umeshalipenda jambo hilo. Wewe unachojali ni Ulaya na utajiri tu unachosubiri ni sisi kuingia naye mkataba tu. Ehe, niambie, atatupa risiti kwa bidhaa tutakayomuuzia? Kwa sababu wewe hapa hutaki ndoa, unachotaka ni biashara. Sikiliza sasa wewe mwanamke basi! Bwana Hamisi alisema kwa sauti ya juu kabisa, sauti ambayo iliashiria mwisho wa majadiliano hayo kwa upande wake, sauti ambayo ilikuwa mpya kwa bwana Hamdani kwa bi Salma na hata pengine kwa mwenyewe bwana Khamisi. Huyo mtu wako awe tajiri milionea ama bilionea, mimi sijali. Mwanangu hana bei wala hauzwi. Unapoteza muda wako bure hapa, simwozi mwanangu mdogo kwa huyo mtu ng'o. Liwalo na liwe, utaruka ukitoja. Bwana Khamisi alisema hayo, kisha akachukua mtu akajilaza kitandani kuelekea upande wa pili na kumpa mgongo Bisalma huku akiwa amefura karibu apasuke. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. Bi Salma alidua kidogo, hakuamini aliyoyasikia na kuyaona. He, huyu Hamisi yuleyule ni mjuaemie ama ni mzuka Maneno haya yanatoka wapi? Hamdani naye alichoshwa na mpambano huo, akili yake ilishavurugwa. Hakutaka tena kwenda chumbani kwake kama mwanzo na badala yake akaamua kurudi nje. Alikwenda kufata viatu vyake akavivaa, huyo akajiondokea zake na kurudi kule kule alikotoka katika mishemishe zake za asubuhi. Yeye kukipambazuka tu na ndani hakumweki. Bi Salma alizoea kumwambia Sijui unaenda wapi asubuhi asubuhi? Hata ingekuwa umeajiriwa basi ungedamka hivyo. Mguu wa kutoka, Mtume kauombea. Nikaendani tu kwani, mie mwari, Hamdani. Hilo ndilo lilikuwa jibu lake asubuhi hiyo. Alikuwa akitokea huko kwenye maskani yake wakali wa mjini karibu na ufukwe wa bahari, ambapo yeye na vijana wenzake wa rika lake walipitisha wakati kuzungumza na kupanga yaliyopangika na yasiyopangika, kutoa hadithi za uongo na kweli, na kucheza kera mbao ama karata. Mara nyingine walikuwa wakipata chochote kwa kazi ndogo ndogo zisizo rasmi ambazo zilijitokeza kwa kutembeza wageni, lakini zaidi walijishughulisha na biashara za udalali wa kuuza na kununua yoyote aliyetaka kuuza ama kununua nyumba, kiwanja au gari au hata vitu vidogo vidogo kama simu akifika maskani ya wakali wa mjini, alikuwa amefika basi. Hamdani aliondoka zake na kuwacha wanandoa hao wa makamo wakiendelea na sakata lao chumbani mwa Bwana Khamisi na Bisalma. Vuta nkuvute ilionyesha kufikia ukingoni. Bisalma hakuamini aliyotokea, hakufikiria wala wazo kumpitikia kwamba Bwana Hamisi angengangania msimamo wake kama kalima ya haki ama kweli. Umdhani aendie, kumbe sie. Sikumtegemea Hamisi kuwa na maneno ufedhuli ama ujasiri huu, kumbe nilichukulia poa tu, Bisalma aliwaza, na moyoni alianza kupata hofu. Aliogopa kwamba pengine dhamira yake ya kumwozesha Muna kwa tajiri huyo sifanikiwe. Aliingiwa na wasiwasi na fadhaa, lakini hakutaka kumwonyesha mumewe macho yake kwa mbali yalionyesha kutaka kujaa machozi na midomo ilimcheza cheza, kwani hakuzoea kabisa kubishiwa au kushindwa na mumewe, na siku hiyo aliona kama ametukanwa. Nitamwonyesha mimi, nani atajua kama wengine hatuolewi bali tunaoa. Aliendelea kumtingisha mumewe pale kitandani alipolala na yeye kutoa msimamo wake pia. Leo ndo unanipa mgongo, sio? Basi isiwe leo tu huo mgongo, iwe kila siku. Mimi nakwambia unisikilize vizuri, tutaona kama haolewi ama ataolewa. Tutajua tu, lakini nakwambia kama amelinyonya hili, basi ataolewa, hilo nakuhakikishia. Basi baada ya kuyasema hayo, alinyanyuka katoka njia ya chumba na kufunga mlango kwa nguvu kama ndio ulomkosea. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. Baada ya mkewe kutoka bwana Khamisi alijinyanyua na kukaa kitandani, huku kichwa chake amekiegemeza kwenye mto. Mawazo yalimjaa na kichwa kilimzunguka. Sauti za mabishano makali baina yake na mkewe zilimrudia rudia mwanzoni. Balaa gani hili Mungu wangu? Alifikiria hali yake binafsi na maneno kibao ambayo mkewe aliyatoa siku hiyo akayatia katika mizani kuyapima. Ni uchungu, lakini alikubali kwamba yapo yenye uzito, hasa lile la kuambiwa yeye ni mkia na sio kichwa cha familia. Mara nyingi maneno kwake huwa sio mkuki, lakini haya ya leo yalimtoboa kifua chake na kupenya kwenye moyo wake. Alijikamata kifua, kwani kwa mbali alisikia maumivu na kichwa kilikuwa kikimgonga. Alivuta pumzi ndefu puani na kuzitoa mdomoni kama njia ya kumtuliza lile donge lililomkaa wakati akijibizana na mkewe lilikuwepo, lakini ule mwaka wa kifua ulikuwa umepungua kiasi. Bwana Hamisi alimwelewa vyema mkewe, alijua kwamba ni mtu wa maneno ya ovyo na kubwabwaja. Alijua kwamba hamheshimu kama ilivyozoeleka kwa wake kuwaheshimu waume zao kwenye jamii yao, kwani alikuwa akimjibu atakavyo. Ruhusa yake ilikuwa buibui lake lakini kamwe mambo hayo hayakuwahi kumkera bwana Khamisi kama alivyovurugwa siku hiyo. Licha ya kasoro zake zote alizokuwa nazo, Bisalma alikuwa na mema yake, na kila siku bwana Khamisi katika kujitahidi kumwelewa mke wake alikuwa akijiambia mtu hawi mtamu kama asali wala mchungu kama shubiri. Katika mema ya Bisalma kama alivyoona bwana Khamisi, alikuwa akijitahidi kwa upande wake kuchecharika ili ndani mambo yaende, mkono uende kinywani pia alikuwa na mambo mengi mengine ya kumfurahisha bwana Hamisi ambayo ni yeye tu bwana Hamisi aliyekuwa akiyaelewa. Na licha ya vituko vya ulimi wake kama kisu, bwana Hamisi alipoa kwa mkewe, lakini leo amezidi mipaka, amevuka kabisa. Leo kawashubiri na kuimeza si rahisi, bwana Hamisi alijisemea. Hakukumbuka ni lini kwa mara ya mwisho alikuwa na malumbano makali kama ya siku hiyo na mtu yoyote yule, hata adui yake, sembuse mke wake. Hakutaka kukubali ukweli na nafsi yake ilimsuta, lakini alijua mengi yaliyokuwa yakitokea yalisababishwa siyo tu na tabia za Bi Salma ama zake yeye, bali zaidi ni ulofa wake. Alilifikiria hilo neno mara mbili mbili katika mabishano yake na Bi Salma. Leo neno hilo lilitajwa Jumbe, mmoja wapo waliothubutu kuja kuleta posa nyumbani kwa Bi Salma ndiye alipachikwa jina hilo. Jumbe, mwalimu wa skuli ya msingi. hivi kweli hakuna tofauti kati ya mimi na Jumbe? Naona ipo, ipo tena kubwa tu. Afadhali ya Jumbe kuliko mimi mjumbe. Jumbe ana kazi yake ya kuaminika. Jumbe ana uhakika wa kuingiza chochote kila mwezi hata kiwe kidogo. Vipi? Jumbe anaaminiwa akienda kukopa madukani, kwani anajulikana mwisho wa mwezi atalipa. Heri kazi mbaya ya Jumbe kuliko mimi nisiye na kazi, ninayebangaiza mjini, ninayetukanwa na kudharauliwa na hata mwenza wangu. Maisha gani haya? Mbona yamekuwa machungu? Tukio la siku hiyo lilimfanya Bwana Hamisi atafakari maisha yake upya, na kiundani alitamani utokee muujiza na apate kazi nzuri ya kudumu, apate kazi ya ofisini akae kwenye meza yake na kompyuta, huku kiyoyozi kikitoa ubaridi stahiki kumburudisha kwenye joto lilokithiri la tulieni atulie, huku akimwagiza ofisi boi kumletea kikombe cha chai ya tangawizi kupoza koo lake, kazi ambayo alistahili kutokana na elimu yake. Laiti chama chetu kingekuwa serikali, laiti nisingefukuzwa kazi, laiti hivi, laiti vile. Hamisi aliendelea kuwaza. Bwana Hamisi alifikiri kama wangekuwepo kwenye nchi ya neema, nchi ya maziwa na asali, yaliyotokea siku hiyo yasingemkuta. Angeliweza kushughulikia familia yake, mke wake angemtimizia kila kitu, angelikuwa na heshima yake, na kamwe isingefikia binti yake kutolewa posa ili aozwe mume bila ya kupenda, na kamwe isingefikia bintiye kutolewa posa ili aozwe mume bila ya kupenda kwa ajili ya shida. Zaidi ya yote angelikuwa ni mtu mwenye kuheshimika sio tu kwa mke wake, bali kwa jamii nzima. Alimfikiria mke wake tena kwa uchungu, akijisemea moyoni, siku yoyote nikiwa hai nikakamata pesa ya maana, lazima nioe mke mwingine. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake alitamani mke wa pili kikweli kweli, na aliweka nadhiri akilini mwake, ndiyo, mke wa pili ni lazima. Dawa ya mwanamke mjeuri ni kumwolea tu hayo ni maneno maarufu ya mitaani na siku hiyo bwana Hamisi alikubaliana nayo na akayatungia ubeti mmoja ya ushairi: mke akiwa fedhuli, mole mke wa pili, maneno hayo ni kweli, Hamisi na yakubali, sijui wapi na feli, na baki na hii hali, bi Salma Hamdani, dawa yako ijikoni. Hizo zilikuwa ndoto za mchana za bwana Hamisi, ndoto za linacha mwenyewe. Alijua kwamba uwezekano wa kutimiza dhamira yake hiyo mpya ulikuwa finyu sana, kama ilivyo kwa uwezekano wa yeye kupata fedha, kwani ukweli ni kwamba jinsi alivyoishi ilikuwa ni kama akisubiri malaika atokee na ampe kazi. Bwana Hamisi, siyo kwamba maisha yake yote hakuwahi kufanya kazi. Hapana, alikuwa na kazi yake nzuri tu kazi ya ofisini huko kwenye viyoyozi alikokuwa akikutamani sasa, lakini alifanya makosa yaliyoifanya kazi yake kwenda arijojo. Hata enzi hizo alipokuwa na kazi, bado kipato chake hakikuwa kikubwa kuwawezesha kuishi maisha ya kifahari, lakini angalau kiliweza kuifanya familia yake ipate mahitaji yake muhimu, na wakati huo ndio kwanza walikuwa na mtoto mmoja tu, Hamdani kazi yake wakati huo na udogo wa familia ya uchanga, basi nanga zilikuwa zinapaa. Sembuse leo, hakuwa na kazi, watoto wameongezeka, basi mambo yalikuwa shaghala baghala maishani mwao. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Mwaka ya enzi hizo alipoachishwa kazi bwana Hamisi hakuweza kupata ajira nyingine. Ilikuwa ngumu kwake kuweza kujiongeza, na hivyo hakuwa na kipato rasmi cha kuweza kujikimu na familia yake. Mara nyingine alipata kazi ndogo ndogo za mipango za mjini na kujipatia vijisenti, lakini muda mwingi hakuwa na kazi. Kuna wakati aliwahi kufanya kazi za magendo na kusafirisha zao kuu la biashara kupeleka nchi jirani na kujipatia fedha nzuri tu, lakini kazi hiyo haikuwa endelevu, ilikuwa ya msimu na pia haikuwa ya uhakika. Bwana Hamisi alikuwa mtu moga asiyependa tafrani na tafsha, kwa hiyo kazi ile ilikuwa ngumu kwa kutokana na kuhofia kukamatwa. Na shinikizo la Bi Salma ambaye alikuwa shazo ya kufanya biashara ndogo ndogo za kununua na kuuza, walianzisha biashara ya vyombo walitafuta kijimlango cha duka na wakaweka bidhaa zao kama masufuria, gilasi, vikombe, vijiko na vikorokoro kadhaa vya jikoni. Biashara haikufanikiwa, wateja walikuwa wachache na kilichopatikana kilikwenda moja kwa moja tumboni. Bidhaa zilipomalizika na mtaji wote ukatafunwa, hata pesa ya kulipia kodi ya pango haikuwepo tena. Huo ukawa mwisho wa biashara ya vyombo. Bwana Hamisi alitumia muda mwingi nyumbani kulala ama kwenye maskani. Maskani ilikuwa ni jina la vijiwe vya mji huu ambapo wakina baba na vijana hupoteza muda wao mwingi kuongea, kucheza bao, zuna, karata na kupeana habari mbalimbali mbali, zikiwemo za siasa. Wangeimba nyimbo kusifu vyama na viongozi wao wa siasa. Habari nyingi za maskani zilikuwa sadiki, ukipenda Maskani zilikuwa za aina mbalimbali. Kulikuwa na maskani maalumu za vyama. Wanachama tu na wapenzi ndio waliokuwa wanakaa kwenye maskani hizo, na ikiwa wewe ni mpenzi wa chama chengine, basi huthubutu kutia pua hapo. Hapo wana maskani kwao, ilikuwa ni kuongelea kwenye bahari ya kina kirefu cha siasa. Kulikuwa na maskani nyingine za kawaida za mazungumzo tu, na hizo hazikulenga kwenye mapenzi ya vyama kulikuwa na maskani ambazo zilikuwa mpaka na television wakiangalia vipindi mbalimbali ikiwemo mbali mpira. Wengine walikuwa mashabiki wa vilabu mbalimbali mbali vya mpira wa miguu vya Ulaya na ubishi mkali uliokuwa maarufu kwa wapenzi wa timu hizo za Ulaya. Wengi wa watu wa maskani mbalimbali japo mbali, wenyewe pengine hawakuelewa, walikuwa ni watu wasiokuwa na malengo na kukata tamaa. Kinamama ndio waliokuwa kichakarika huku na kule kama ni kuomba ama kukopa, lakini angalau moshi ufuke jikoni, wakati waume zao wako maskani na mazungumzo yao na michezo yao. Walishuharika na maisha na nyoyo zao zilikuwa baridi, huku majumbani mwao majiko ya kilala paka. Wakati mwingine wakizungumzia ugumu wa maisha na ulofa wao. Pia walizungumzia maisha jinsi yalivyokuwa hapo zamani hapo wale wazee wa miaka hiyo ya elfu moja mia kenda arobaini na saba uwanja ulikuwa wao, wakitoa ngano za watu wa kale kuhusu vipi maisha yalivyokuwa. Elfu moja tu ulinunua nyumba, wakatoa mahari na kuoa. Mwingine angerukia wasema, elfu moja wewe! Mimi babu yangu alinunua shamba zima la mikarafuu kwa mia tano pishi ya karafuu ilikuwa senti ishirini tu, lakini msimu ukiisha kibarua tu basi aliweza kujenga banda lake na alielekeza na akaliezeka kwa bati yale, alikuwa ndio maisha. Wapi sasa? Hata uwe na mamilioni leo, kesho zishamalizika na hujui ulilolifanya. Kubwa ni kuwa baraka imeondoka. Sasa hivi hakuna hata jambo moja lenye baraka, na bila baraka, hata kitu kiwe na ukubwa gani, basi hakikidhi wala kitoshelezi haja. Watu wengi wa rika la Bwana Hamisi na wadogo zake hawakukumbuka hizo siku za neema, siku za kula pishori na maziwa, siku za kilo ya mchele senti tano, kwao zilikuwa ni hadithi tu, kama zilivyo hadithi nyingine za paukwa pakawa. Hivi nyinyi vijana mnauita huu tunaokula sasa hivi mchele usio mchele. Mchele wa zamani ulikuwa mrefu unanukia pishori, mwanangu. Ukiutia mdomoni unateleza wenyewe. Upikwe wali mweupe, pilau, biriani wote unakwenda hasa hasa ukitumia samli ya ng'ombe Kismayu safi. Mama eno bimwana harusi basi alivyojua kuupika, punje ya wali ndefu kama kidole cha mtoto mchanga imenyoka upikwe vitumbua chila mkate wa kuumua mkate wa kumimina utakula mpaka utalala. Bwana Hamisi akizipenda hadithi za Mzee Machano, mzee wa miaka kama sabini na tisa karibu kufikia themanini. Mwenyewe akisema yeye, kama ni chumvi, basi yeye ameshakula tani tano na alichobakisha ilikuwa ni hatima njema tu. Mzee Machano aliendelea na hadithi zake. Wakati wa usiku mji huu uling'ara kwa mataa, maduka yalifunguliwa usiku, maduka ya nguo na vitambaa, mapambo, vyombo na makorokoro mengine ya kila aina. Kina mama wote walipenda manunuzi wakati wa usiku, kwa sababu hawakerwi wa na kijua cha mchana. Ukikaa barazani, unaona vizoro tu vinapita shoti, wananukia sumini na mawaridi. Si hayo tu, enzi za njaa pia zilikumbushwa wakati wa kupanga foleni ndefu kusubiria chakula, wakati ambao hata mtu aliyekuwa na pesa mfukoni alikosa chakula kwa kuwa hakukuwa na chakula dukani. Sukari, mchele, unga vyote vilikuwa adimu. Siagi, dawa za meno zilikuwa ni starehe zisizo na lazima. Wakati ule kanga na vitambaa viliuzwa kwa balozi wa nyumba kumi. Wake zetu wote wakivaa sare. Kipindi kile ukiwa na wake wengi hukuwa na ugomvi wa huyu umemnunulia hiki, yule kile. Ama kweli mambo yamepita. Siku hizo ilikuwa hamna ruhusa kuleta chakula kutoka sehemu yoyote na kuuza. Maduka ya chakula na bidhaa nyingine nyingi yalikuwa ya serikali na bidhaa zikiuzwa huko tu hapo bwana Khamisi alikuwa kimya, yeye hakuwa mchangiaji, lakini alikuwa msikilizaji mzuri tu. Yote hayo bwana Khamisi aliyafikiria na kujilaumu kimoyomoyo kwa mtindo wake wa maisha. Sasa alitanabahi umuhimu wa yeye kutafuta kazi, kazi yoyote ile, ili mradi tu iwe ya halali, kazi itakayoweza kumpatia kipato cha uhakika angalau tu chakulisha familia yake kwa sasa. Je, atapata wapi kazi? Hilo ndilo lilikuwa swali lisio na jibu. Kabla hajafurushwa alikuwa ni afisa wa kilimo akifanya kazi katika Wizara ya Kilimo na Mifugo. Bado alifikiria kwamba kuajiriwa ofisini tu ndio suluhisho la matatizo yake yote na yeye anastahili kazi kama hizo. Akaye ofisini, azungukwe na majalada ambayo anayatakiwa yatizame na kuyashughulikia juu ya meza na kompyuta huku kiyoyozi kikifanya kazi yake. Walonicheka na kunibeza mpaka kunidharau watajileta kwangu. Bi Salma atakuwa na heshima na adabu, nitamvisha ang'are, ingawa atakuwa na mwenza wake au hata wenzake. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako